Kukua kwa teknolojia ya habari na mawasiliano kumeleta maendeleo na mapinduzi makubwa katika upatikanaji wa habari kwa haraka na urahisi, jambo ambalo lina tija kubwa kwa jamii. Kupitia mitandao, watoto na watu wazima huweza kuwasiliana na mtu yeyote ndani na nje ya Tanzania, kutafuta taarifa, kutazama burudani, kufanya biashara mtandao, na kufanya mambo mengine mengi. Pamoja na manufaa hayo makubwa yameshuhudiwa madhara mbalimbali yatokanayo na matumizi yasiyo sahihi ya bidhaa za kielektroniki hasa kwa watoto. Ndugu washiriki, ni dhahiri kwamba matumizi ya intaneti hasa kwa watoto ni muhimu kwa kuwa teknolojia inakuwa na hakuna namna ya kuikwepa, ndio ulimwengu wao, japo kuna changamoto ya kuelewa na kufahamu fursa na hatari ambazo intaneti inaweza kuleta Ta kwa watoto. Kutokana na hilo watoto, wataalamu wa mnaotoka katika mikoa, mna jukumu kubwa la kuhakikisha mnawafikia wananchi kwa kutoa elimu kwa wazazi au walezi, watoto na jamii kwa ujumla kuhusu usalama wa mtoto mtandaoni. Vimekuja vifaa hivi vya kielektroniki, hayo maruminga yamekuja. Kwa kweli kama wazazi na jamii na wataalamu wote kwa pamoja, lazima tushirikiane, kwa sababu kule ndani kuna sumu ambazo zipo ambazo zinatocha zinawaathiri watoto, na zinapowaathiri watoto na kwa sababu zinamomonyoa maadili ya taifa letu Tanzania, wetu Afrika wetu na jamii zetu zile ambazo wote mtakumbuka tumekuwa tukazikuta maadili mazuri kabisa. Manake sasa hiki kizazi hiki tunachokwenda nacho cha leo hiki, tusipokilinda vizuri, manake huko miaka tunaokwenda huko kuna hatari tutakosa viongozi bora, tutakosa baba bora, tutakosa mama bora tutakosa jamii ambayo iko iko na ustaarabu ule ambao tuliachiwa na viongozi wetu wazazi wetu walezi wetu, mani yetu ya asili tutaikosa kabisa. Ndio maana kwa kweli tuipongeze wizara, tuwapongeze Plan International na makundi yote ambayo tumeingia hii. Ndugu zangu ni kama vita, kama vita yoyote ile, kwa sababu tukiachia mwanya hapa manake tayari yaani kizazi hiki cha leo watoto wa leo hatutakuwa na taifa ambalo lina maadili. Kumekuwa na mabadiliko ama mapinduzi makubwa sana ya matumizi ya teknolojia kwa jamii kwa, kwa watu wa aina zote, na ambacho kilichoko sasa hivi tumeona kwamba uh, zaidi ya asilimia themanini na saba ya, ya, inayochangia mmomonyoko wa maadili inasababishwa na matumizi makubwa ya teknolojia, na hii ndio sababu Umoja wa Mataifa kupitia kitengo chake cha ITU wakaona kuna haja watu katika mataifa yote duniani kuwekeza ama kufanya mkakati mahususu wa kuwalinda watoto dhidi ya hizi changamoto za kimtandao. Sote tunakubaliana kimsingi, mtoto anashangilia zaidi pale anapocheza na simu. Wakuta, mzazi mtoto wake analia, hawezi ku hawezi kula chakula, akipewa simu ananyamaza. Watoto wakiingia kwenye simu, wanatumia simu kuliko hata watu wazima wanavyozitumia. Sasa hawa watoto kwenye matumizi hayo, huko ndo wanapoenda kukutana na changamoto nyingi sana za kiarifu mtandao. Kuna masuala kama ya kuulaghai, kuna masuala kama ya ku, kurubuniwa kutuma picha ambazo hazifai mtandaoni kuna masuala ya uraibu wa mitandao, tunatengeneza wale watoto tunawaita tunawaita uh, wale ambao wanashindwa kutangamana na wenzao uh, wale ambao mara zote unakuta mtoto hata akiwa kwenye kwenye kwenye kwenye watoto wengi, yeye anakaa na simu yake pembeni anatumia peke yake ama wanapenda kujitengatenga kwa hiyo na, na mambo mengine mengi sana ambayo wanakutana nayo huko mitandaoni. Lengo kabisa la kampeni hii ni kuweza kuelimisha watoto kuwaelimisha wazazi, walezi, walimu na jamii kwa ujumla kuhusu usalama wa mtoto mtandaoni na namna ya kumlinda mtoto hasa hasa anapoingia kwenye mitandao. Ah, baada ya mafunzo haya sisi tunachokitegemea zaidi ni kwamba hawa wataalamu wetu ambao watakuwa wamepata mafunzo haya waende sasa wakashushe elimu hii katika ngazi za halmashauri, wakashushe elimu hii katika ngazi za kata, vijiji na iweze kuwafikia wananchi wengi kwa ujumla, na hata watoto, hata na walezi, ili angalau, hata mtoto anapoingia kwenye mitandao uelewa uwe mkubwa kwamba, uh, mtoto anapoingia kwenye mitandao mzazi aweze kumfuatilia na ajue mtoto anafanya nini kwenye mitandao. Lakini vile vile <clears throat> tuweze kujenga watoto ambao wako wanakuwa vizuri na wanakuwa na afya na wanastawi vizuri a, ambao hawajafanyiwa ukatili sisi kama wadau tunashirikiana na Serikali kuhakikisha kwamba mafunzo haya yanafika.